Jamani, sasa wote tutulie na kiongozi kwanza. Mbona ndio kwa sababu kama, hebu tulia hapo, chana nani? Acha naye vipi? Kwa nini akifa, si ndugu yetu le jamani. Aitwa hapa, kila kinachoelezwa naye aelewe. Acha naye vipi jamani. Watu watatu hatujalala jana. Roho zetu zilikuwa nyungua. Kesha. Hamjalala, wakati mlikuwa mnaning'inia kwenye vitanda kama kila siku mnavyofanya ndio tunamtegemea huyu jamani, kweli? Pale hasara msimtaje, wage wage umempanda, hata anachokisema akijulikani, hata atujarara jana jana yani Mnaona, mi kanibwenga, nakwambia, siku na stuli siku na nini, mnaona mtunguyani. Hey, hey. Umemsimtaje kabisa, wage wage umempanda yani, amsimtaje. Um, jamani, jana tatu jalala ya yani, kitu gani? Ona, sijui ni stuli sikichuga. Ona ndugu Si mwanzo jana hapa, kumbe alivyokuwa nalosoka vile, nie hamjamzingatia, kaongea udosho mwingi tu hapa. Ni wakati mnaangalia kwenda na baba wa hospitali, yaani, mtu mzima kama yule anasema si natakavua sikukuu, si nataka kiapicha sikukuu, tukasema ehe, tayari h kwa, kwa, reka. Kwa, kwa, reka. Kwa, reka. Kama kwa sababu hiyo ndio sababu ya kuwakusanya hapa na kuwaita ili tuweze kuwapa. Jamani, Mungu wangu baba kafa, Mungu wangu baba kafa. Mimi jamani, Mwadawa wa miguu nitaenda wapi mimi jamani? Kama baba kafa, yaani baba akifa mimi siwezi kuwa hai jamani, ya rabi, ni nani atanikumbusha siku ya kliniki mimi? Oh, mimi nitaishije bila baba jamani? Jamani, jamani, jamani, mungu wangu e Nah, ni bana <tie> <tie> hey, we, we, we, we, mpua, hey. na na we, we, jamani jamani, hebu nyamazeni basi sasa, tukae tusikilizane tena. Afadhali kijani unajifanya uzungu wa uzungu gani? umeenda zake unaona mama yako tuli hapo hapo, kwa sababu yule unajua akupendi na mimi anipendi. Tumechoka kabisa tena, jamani tumechoka